people this is kasim mandanda the one and only if you know me you know how to trade if you don't know me you don't know so guys this is the new era of simple and profitable forex hii ndiyo era mpya ya forex mpya ambayo ni rahisi na ni very profitable and guess what leo nimekuja na bonge moja la program ambayo inaitwa kasim mandanda inaitwa trading with mandanda this is the new program in town ni program mpya ambayo inaitwa trading with Mandanda. So with this kind of program, tutakuwa tukitrade pamoja kwenye VIP VIP signal group. VIP signal group group. So how are you going to join this signal group? Inabidi uweze kutengeneza at least 2 million weekly, at least 2 million weekly. How are you going to join this kind of channel, this kind of group, so that you can be a part of the game, jinsi ambavyo unaweza kujiunga. So guys, kama ilivyo kawaida This is Kassim Mandanda, the one and only. If you know me, you know how to trade. If you don't know me, you don't know. So guys, kama ilivyo kawaida signal group zozote lazima ziwe zina fee. So katika hii signal group yetu fee, ambao ni lifetime huwa ni fee ambao ni lifetime huwa ni dola huwa ni dola. I'm going to explain you how unaweza ukajoin na faida za kujoin kwenye group. Keep on holding. Keep on holding. Naenda kukuonyesha namna gani ambavyo utakavyoenda kujoin lakini pia profit ambazo utakazozipata ukijoin na hii group. So fee ya kujoin ni dola mia moja. Dola mia moja. Hii ni lifetime. Yaani ukilipia hii maana yake utalipia tena. Lakini kama huna dola mia moja unaweza ukawa unalipia laki moja ya kitanzania kwa siku. 100k daily. Kama huna dola mia moja, unaweza ukawa unalipia laki moja kwa siku hii kwa ajili, ama unataka ku test uone kwamba jinsi gani signals zinazofanya kazi. So unaweza kulipia dola ukalipia laki moja. Kwa nini? Kwa, kwa siku hiyo ni fedha ya Kitanzania. So faida za za kujiunga na hii program ipoje? Faida za kujiunga na hii program ni kwamba huku tuna, tuna make money, yani huku tunatengeneza pesa. Unajua ku trade, sijui umenielewa. Ushawahi ku trade, una knowledge ya forex? Ukishakuwa na knowledge ya forex, maana yake wewe unaweza kuzisoma signals zetu na kuweza kuimplement. Kitu kikubwa katika hii section ni kufanya kufata maelekezo. So tutatoa signal, then tukisha toa signal, then utaingia na mteja wako uta multiply your, your, your amount, uta triple your amount, utafanyaje? At the end of the day lazima uwe profitable. So tunaanza na wiki ya kwanza. Kwa mfano labda wiki ya kwanza Jumatatu umeingia labda na dola hamsini, au dola 50. Huwa tunashauri sana uanze na mteja ambao unaweza afford dola kumi, dola 20, dola 50. Lakini kitu kubwa ni kwamba ufuate maelekezo. So dola 50. So dola 50 umeipiga, tumetoa signal, then umeitoa dola 50 mpaka dola 150. Hii ndio mfumo ambao sisi tunatumia ume, signal. signal signal ya pili, signal ya kwanza. Then, signal ya pili, okay? signal ya pili uka, uka, uka, uka withdraw so ukisha make profit, atuhusu mtu kukaa na profit kwenye account unatakiwa so, withdraw. So ukisha withdraw hiyo amount ambayo umeipata then utainvest tena dola hamsini. So, kind of so, okay? so, so at this kind of point umeinvest dola hamsini tena lese ika yield zero, kapata loss. So kumbuka bado una dola mia ziko pending, so then unaingia tena na dola hamsini kwenye signal nyingine. Huu mfumo ni mfumo mzuri sana ambao unafanya watu wanakuwa very profitable at the end of the week, unaingia na dola hamsini nyingine. So at this kind of point win rate ikawa ni 1 to 4. So dola hamsini umeingia nao, so sasa hivi 50 Okay, ikaenda hadi 200, ikaenda hadi 200. Signal zetu ni za uhakika na zinatembea, so ikaenda hadi 200. So unaruhusiwa kutoa hizo dola 200, ubakie na dola 50. Hii ni siku ya tatu, i mean, hii ni signal ya tatu. So hii ni siku ya kwanza, hii ni siku ya pili. Asubuhi. Kwa siku tunatoa signal mbili, asubuhi na mchana. Asubuhi, i mean, hii siku ya kwanza, hii ni siku ya pili naenda. So this is the second day, so kwenye second day ni asubuhi mpaka hadi 200, then tunaenda mchana. Mchana, tena ukaingia dola 50 kuingia na dola hamsini dola hamsini huu ni mchana, ukapiga labda ikaenda dola mia hamsini dola mia hamsini Kmbuka utengeza dola mia mbili sasahivi upiga tena dola mia hamsiniaelewa kwa hiyo maana ake amount ya dola mia tatu hamsini dola mia tatu hamsini unachukua dola miatatuaa hamsii. Tena siku nyingine ni kesho So mfumo unaenda, na tuna siku ya tatu. Siku ya tatu kama kawaida, unaingia dola 50 sokoni, let's say this kind of point you can lose. Asubuhi ukapata 0 dola 50, ukaenda ukapata 0. Kumbuka umebaki na dola mia tatu pendi kwa utachote na dola 50 uinvest ya kwa ajili ya signal ya mchana, kwa ajili ya signal ya mchana. Ah okay. Unaenda. Unaenda kwa ajili ya signal ya mchana, hakikisha ukipata profiti unatoa ikiwa na basic mtaji ambao unaanzia nalo. So ukishapata profiti unatoa. So mchana tena umeingia na dola hamsini dola hamsini then hii ikaenda labda paka dola 100. ikaenda paka dola 100. Kumbuka ulikuwa na dola mia tatu hamsini ukaruzi hamsini ka baki na mia tatu okay? so at this kind of point umsena dola hamsini ko kwenye pocket yako, una dola mia mbili hamsini ko, dola hamsini imetoka, dola hamsini paka dola mia. Okay. So maana yake unakuwa na dola mia tatu hamsini ko paka hapa, unakuwa na dola 350 kutokea hapa paka hapa, unakuwa na dola 350 dola 350 bado hizo ni profit. Hii mfumo huu unakusaidia ukiruzi, usipoteze hela zote ambazo umezipata kama faida, na ukipata unapata faida unatoa. Huu ndio mfumo ambao tunautumia. So baada ya hapo, manake una dola mia tatu hamsini zipo, then another day imekuja. Kumbuka hii ni siku ya ya nne, tunaenda siku ya nne. So ni kumbuka, tunatrade ndani ya siku tano, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, Jumatatu hadi Ijumaa, okay? Okay, so una dola mia tatu hamsini zipo Dola mia tatu hamsini tena, unakuja siku ya nne, siku ya nne tena unainvesti, this is the second day of investing, so una invest siku ya nne, unakuja kuinvesti let's say dola hamsini. Okay, mpaka ikaenda hadi dola mia mbili. Hizi ni rate ambazo zinatokea kila siku ni rate ambazo zinatokea kila siku. So dola hamsini mpaka mia mbili maanake umepata profit ya dola mia mbili Kwa hiyo unakuja ujumisha aina hiyo, unakuwa na dola mia tano hamsini dola mia tano hamsini and then mchana ukaluzi, mchana ukaluzi luz. uka ukaluzi mchana ukaenda sifuri. Kwa hiyo umepoteza dola hamsini kwenye dola mia tano hamsini Kwa hiyo baki na dola mia tano Hii siku ya nne imeisha siku inayokuja ni ya mwisho ambao ni Ijumaa asubuhi, lese ukapata profit, ukapata profit asubuhi, ukapata profit so amsini hadi lese 100 kwa kumbuka, una dola mia tano, kwa hiyo imesha kuwa dola mia sita, and then mchana ukaluzi, mchana tukaluzi, sigmetu tukaluzi mpaka ikaenda sifuri. Kwa tunakuwa na dola mia sita ya hamsini, dola mia tano hamsini k ukafunga wiki na dola mia tano hamsini ukafunga wiki na dola mia tano hamsini maana yake ni kwamba maana yake ni kwamba ulitoa dola hamsini ambayo ilikuwa ni initial investment yako dola hamsini hadi dola mia tano hamsini dola mia tano hamsini afyooniya ya ya ni kitu kama laki moja. Kwa hiyo ndiyo plani ya maximization ambayo inafanyika kwenye channel zetu za signal. So mtu ambaye atakuja na dola 100 likewise, maana yake margin yake itakuwa kubwa na, na dola buku dola 1000 profitability yake itakuwa kubwa zaidi na zaidi. So huo ndio mfumo ambao tumeanzisha mpya wa kutrade pamoja kwenye kwenye channel yetu za VIP. So unaweza kajiunga pia, ukaanza na demo account, sio lazima ujiunge, uanze kutrade moja kwa moja. Unaweza kajiunga ukaanza na demo account ili utest how this work. Ukajithibitishia kwamba kinafanya kazi, hiyo imeelewa mpaka hapo. So ukishajithibitishia kama inafanya kazi, ndipo ambapo utachukua pesa yako halisi uweze kuihifadhi, kuitia kwenye real account. So this was Kassim Mandanda and nakukaribisha sana kwenye hii program. Program, program ambayo itakusababisha wewe uweze kupata profit daily, daily daily. So ukiwa na hii program, maana yake huhitaji hata kufanya kazi, maana yake ni program ambayo kama una mtaji wako una laki nane, una laki tisa, una milioni mbili, una milioni tatu, una milioni kumi, sibenielewa, ukikaa chini, uka play part vizuri, ukasikiliza maelekezo, ni mfumo ambao ndani ya wiki unafunga ukiwa na profit kubwa hata zaidi ya milioni mbili. Kwa hiyo ni kitu ambacho kitu tukufuate maelekezo. As you can see, siku nyingine utalose. Sasa siku ningine ambazo ukisha lose ukitembea na huu mfumo hautoenda bankrupt yani hutopoteza hela zote. Ukipoteza unafunga chati, tunasubiri mfumo mwingine. Sasa kwa mfano, tulipoteza kwa ndani ya wiki, tulipoteza moja, tulipoteza mbili, tulipoteza tatu, tukapoteza nne, mara nne, ni kitu ambacho ni nadra sana kutokea kupoteza mara nne, sometimes yoga ni mara mbili, so unaweza kaona rate ilivyo kubwa. Kwa hiyo guys, I welcome you na wakaribisha kwenye hii program. Ni program nzuri sana ya kuweza kujikuza kikipato, na kama tulivyoongea, unaweza ukalipia ukaanza na demo ili utesti uangalie. Ukishakuwa umeridhika una uwezo wa kuweka real amount, so unaweza ukatest on the first week. Wiki ya kwanza umeingia ukatest jinsi mambo yanavyoenda, wiki ya pili ukaweka ukaweka pesa, ili mradi uweze kujua zaidi. Na ukishalipia dola mia ni lifetime, maana yake hata kama wakitokea umepoteza pesa au imetokea u, u, kwa muda fulani, huna kiasi cha pesa cha kuendelea kutrade, unaweza kujitafuta tena ukarudi tena kwenye family. So, this was Kassim Mandanda, and I welcome you See you in another beautiful video. Bye bye.